Tumewaiteni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwenye mambo kadhaa ambayo kiongozi wetu na katibu wetu wa kanda atazungumza kwa niaba yetu kama chama kwa kanda na mkoa pamoja na jimbo na viongozi na wanachama wengine. Na mahususi, tuna mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza nafikiri ataeleza hali ya na hatua ambayo tumefikia E, juya, juu ya jukumu kubwa ambalo tunalo la kumtafuta kamanda mwenzetu ambaye alivamiwa na kutekwa Mheshimiwa Mdude Nyagali. Na jambo la pili kwa ufupi anaweza kugusia hali ya kambi yetu ambayo tuko nayo. Na muhimu zaidi atazungumza juu ya tukio ambalo limetokea usiku wa manane wa kuamkia leo. Mosi, kabla hajazungumza hayo Niombe nimlete makamu mwenyekiti wa BAWACHA Taifa na mjumbe wa baraza la uongozi mkoa, kamanda wetu na mama yetu Elizabeth Makimomo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti BAWACHA Taifa, asante mheshimiwa katibu wa mkoa, asante waandishi wa habari kwa kufika kwenu. Kwa tunaweka mambo sawa kufuatana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu wa Mbeya lakini pia katika ofisi zetu za kanda ya Nyasa ni tukio ambalo kwa kweli ni la kusikitisha, sio zuri sana, ni la mauaji. Tunaendelea kumtafuta mdude. Uh, watu wamekaa hapa, lakini bila kutegemea watu wanakuja kuongeza msiba mwingine wa kutaka kuua watu wengi zaidi kuliko huyo mdude. Kwa sisi kama wanambea, lakini taifa kwa ujumla, tunalani sana hiki kitendo, kwa sababu ni kitendo cha kinyama ni kitendo cha kikatili na kinachafua mkoa wetu wa Mbeya na hakiwezi kuvumilika. Baada ya kusema haya, nimkaribisha msemaji wa kanda, Mheshimiwa katibu wa kanda Esishio, karibu sana Bonge na waandishi wa habari. Asante sana makamu mwenyekiti, baraza la wanawake taifa. Kwa hivyo, waandishi wa habari, uh, ni waambie tu kwamba zoezi la kumtafuta mdude Nyagali limeendelea kuwa ni zoezi endelevu hapa kwetu. Toka tukio lilivyotokea, tumeendelea kuwekeza nguvu zetu kama wanachama, kama wananchi, kama wadau mbalimbali, lakini tumeendelea kushirikisha vyombo vyote uh, muhimu vya serikali ambavyo tumedhani kwamba vinaweza kuwa vimebeba majibu ya ya wapi uh, yupo Mdude na kutaka vyombo hivyo kumrejesha Mdude uh, akiwa mzima wa afya. Kwa hivyo tumeendelea kuwasiliana na polisi kama ambavyo tulitoa update, na polisi waliendelea kuahidi kwamba wangetupatia uh, taarifa zozote zile kadri wanavyozipokea, lakini ni bahati mbaya, mpaka kufikia hivi leo hakuna taarifa yote kutoka polisi inayotu tuliyoipokea ikisema kwamba Mdude yuko wapi? Yupo kwenye hali gani? Ama swala la mdude limefikia wapi? Kwa hivyo, hatuna taarifa yoyote mpaka sasa kutoka polisi, mbali na taarifa ambazo wanachama na wananchi mbalimbali wamekuwa wakifika hapa a, kuunganisha mawazo na sisi na kuleta taarifa zile ambazo wanafikiri kwamba zinaweza kutupeleka a, kwenye kutupatia majibu. Na taarifa hizo, kama nilivyoeleza hapo awali, siku za nyuma tumeendelea kuzichakata, tumeendelea kuzifanyia kazi. Kuna nyingine zinatupa mwanga, nyingine tunaendelea kuwa bado tuko gizani. Kwa hivyo mpaka sasa tunavyozungumza, jibu la yuko wapi Mdude Nyagali halijapatikana na wakati huo uh, wanachama kwa mapenzi yao mema kabisa na kwa udugu ambao tumekuwa tukiishi Watanzania, walijitokeza wananchi kuendelea kufika mahali hapa, kuendelea kuweka kambi katika ofisi hizi za kanda, wakiona ni sehemu ambako. Ingekuwa ni ni jambo lingine, pengine wange, wangekuwa wanaenda nyumbani kwa Mdude, lakini kama mnavyojua wote, nyumba ya Mdude tuliacha kama tulivyoikuta siku ile ya tarehe mbili. Ni nyumba ambayo imebaki na madimbu ya damu, imebaki na michirizi mingi ya damu kwa umbali ule ambao tuliona magari na pikipiki zilipaki za hao ambao walikuja kumchukua Mdude. Kwa hivyo kule nyumbani kwa Mdude hakuendeki kwa sababu hakuna aliyebaki pale nyumbani zaidi ya zile damu ambazo familia wamesema ni mpaka watakapopata majibu ya mtoto wao ndipo watajua wanafanya nini. Kwa hivyo hawajajua mtoto wao yuko wapi. Walichobaki nacho ni damu za Mdude katika nyumba ile. Kwa hivyo sasa, wanachama na wananchi wamekuwa wakikimbilia hapa kwenye ofisi zetu za CHADEMA kanda ya Nyasa na wamekuwa wakikusanyika, wakizungumza, wakibadilishana uh, mawazo, wakifarijiana. Ni bahati mbaya tena kwamba usiku wa kuamkia leo kwenye majira ya saa tisa usiku, baadhi ya watu ambao walikuwa wameweka uh, kambi hapa walisikia watu wakitembea nje usiku huo mkubwa na kulazimika kutoka kufuatilia kwamba kuna nini kinaendelea, ndiko ambako walikuta mazingira yote haya ya ofisi ya kanda yakiwa yamemwagiwa vitu ambavyo tunaviita kwa, kwa hatua hii ya kwanza, kwa sababu na madhara tumeyaona. Waandishi wa habari, naona wote mna barakoa mna vitambaa mnajaribu kujikinga. Ni, ni, ni sumu ni sumu ambayo imemwagwa kuzunguka nje ya fence, lakini na ndani imetupiwa pia ndani ya fence. Kwa hivyo ni sumu ambayo ni sumu kali. Kwa sisi tu ambao tuko hapa a, na ambao walikuwepo hapa toka asubuhi, imeathiri watu. Inapalia kwanza, inaenda kifuani, inaumizi, inaleta maumivu kwenye kifua, ina, ina, inaumiza pua, koo, inaleta kuuma kichwa na pia, na pia macho kuwa mekundu kwa hivyo hayo ni madhara ya haraka ambayo waliopita eneo hili wamekutana nayo. Wafanya biashara wa maeneo haya ya jirani wamekutana nayo, vijana wa, wanaoendesha uh, pikipiki kwa maana ya bodaboda ambao wanapaki maeneo yetu haya wamekutana nayo. Kwa hivyo sumu hizo zimemwagwa usiku wa majira kama ya saa tisa ya saa tisa hivi. Ni watu wenye nia ovu tu ambao wanaweza wakafanya kitu kama hicho. Watu wamekusanyika, watu wana majonzi, watu hawana majibu, wamechanganyikiwa. wana CHADEMA bado hawajapata funga kwamba hii habari ya Mdude inaishaje, yuko wapi, ana hali gani? Lakini bado watu wanatufuata mpaka kwenye kambi na kuweza kumwaga sumu kama ambavyo wamefanya. Kwa hivyo ndicho kilichotokea usiku wa kuamkia leo na kwa haraka viongozi wetu wa chama walitoa taarifa polisi, ambapo OCD na timu yake waliweza kufika mapema hiyo asubuhi na kuweza kuchukua sampuli, wakisema wanapeleka kwa mkemia ili kuweza kutambua ni aina gani ya sumu. Tulilazimika kupiga simu jeshi la zimamoto na kuwaomba waweze kufika, kwa sababu hizo ni sumu, hatuna utaalam, hatujui ni sumu ya aina gani. Kwa hivyo, ilibidi tuombe utaalam kwa jeshi la zimamoto ambao walifika na kuweza kusafisha eneo hili kwa maji mengi, wamesafisha hili eneo, lakini hii sumu ipo kwenye hewa na ndio maana mpaka sasa hivi, pamoja na kusafisha, walituahidi kwamba pakikauka, sumu zitakuwa zimeisha, lakini bado tunaendelea kupata yale madhara. Tukishapata kujua ni sumu ya aina gani, tutajua kwamba sumu za namna hivi zinakuwa kwenye viwanda gani ama zinakuwa maeneo gani. Kwa hivyo ni muhimu sana jeshi la polisi kwa kushirikiana na mkemia wakatupatia majibu haya kwa haraka, lakini pia watuambie kitaalamu athari zinazoweza kusababishwa na, na, na kemikali hizi ama na sumu hizi, kwa sababu sisi tayari hatujui kwamba afya zetu inakuwaje, kwa sababu wao waliofanya kitendo hicho wanaweza wakafikiri kwamba wamefanya wakitaka kumwathiri mwanaCHADEMA, lakini wamepita hapo, mabinti wanaenda shule watoto wa kiume wanaenda shule hawajapata bado umri wa kuwa na vyama lakini kama hii inaathirika kwa kiwango hicho, wameathirika kama ambavyo sisi tumeathirika. Jina anaitwa Amina Salvatol Maenge, mwenyekiti wa BAWACHA kata ya Yela. Niko hapa kutoka tarehe mbili nikisikitika nikihuzunika juu ya swala la kakaangu Mdude. Pia leo kilichonisikitisha zaidi Yaani, tukiwa na machungu ya kumtafuta ndugu yetu kaka yetu sisi kama wazazi sisi kama kinamama mama, tunamwagiwa sumu, alafu isitoshe polisi wako jirani kabisa hapa, wanazunguka muda wote, na jana walikuwa patrol. Tunakuja tunamwagiwa sumu, tunashindwa kuelewa, polisi kazi yao ni nini? Tunajua polisi kazi yao ni kulinda mali na wananchi lakini sisi wananchi wa CHADEMA inavyoonekana sisi tumekuwa wakimbizi. Sisi ni wazazi, tumezaa, tuna uchungu na tuko hapa. Hatutaondoka hapa mpaka tujue kaka yetu yuko wapi. Watuletea akiwa amekufa, watuletea akiwa mzima, tunamhitaji kaka yetu. Tumechoka Mbeya tumechoka, tunaombeni waandishi wa habari mtusaidie kufikisha hizi habari. Tumechoka watanzania Tanzania, tumechoka. Alafu kilichoshangaza ni kwamba ni CHADEMA tu, mbona sije kusikia hata siku moja sisi mkatekwa? Ina maana sisi ndio waovu sana wa kwa sababu tunaikosoa serikali. Tunaombeni waandishi wa habari mtu mtusaidie kufikisha taarifa. Kwa majina anaitwa Andrew Kasesela, katibu mwenezi wa Jimbo la Mbeya mjini. Ndugu waandishi wa habari, leo tuko hapa kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu ya kambi hii ambayo tumeiweka hapa kwa kitambo, tangu Mdude alipopotea, ikiwa ni sehemu ya kushinikiza serikali pamoja na polisi watusaidie kumtafuta Mdude. Lakini siku usiku wa kuamkia leo asubuhi, tumeamka tumekuta kwenye ofisi yetu ya kanda kumezungushiwa unga ambao unasadikika kwamba ni sumu ndani. Kama mlivyoona tumemwaga maji eneo hili lakini pia katika jengo letu lote hili, kuanzia nje nje ya fensi, mlangoni mpaka huku ndani ko. Kuna taharuki nyingine imetokea tena, hatujamaliza swala so la mdude na hatujui mahala alipo mpaka sasa, lakini tunakutana mambo mengine tunajua hivi ni vitisho na tunaamini kabisa wanaotutisha ni wale ambao wamempoteza mdude. Hii hali ambayo inaendelea kuonekana hapa najua hawaipendi, na vivyo hivyo, kwa kuwa hawaipendi na wao wanaona ni shida kwao, na sisi tunasema hatuwezi kuacha, hatuwezi kuacha kuendelea kuwepo hapa, hatuwezi kuacha kuendelea kuishinikiza serikali pamoja na polisi kama walivyoahidi kupitia mkuu wa mkoa kwamba tusaidiane pamoja kumtafuta mdude, ili zoezi litaendelea na tutaendelea kumtafuta mdude, lakini tutaendelea kuwatafuta na watu ambao wamemwaga sumu kwenye eneo letu la ofisi ya kanda. Mimi naitwa Magret Mwanguku, natokea Kabwe, mtaa wa kata ya Rwanda. Kwa hiyo nafika hapa nakuta wa watoto wangu hapa, ni kitendo cha kusikitika sana sana. Tanzania inakoenda, kwanza Mbeya inakoelekea mtoto wetu hapa, tumeacha vitu vyote nyumbani, tunawala na wazo yako huku. Ndugu wa mdude, mama wa mdude, dada zake mdude, wameacha familia zao huko nyumbani, wanalala hapa kwa kumtafuta mdude, lakini kitendo cha lao kinanisikitisha. Nafika hapa watoto wangu wengine machozi wanatoa, wengine wanapiga chafya, wengine wamelala na mi mwenyewe hapa nafika napiga chafya, kitendo ambacho ni cha aibu katika Tanzania hii kwamba wakaja kuleta sumu, wakati tuna tatizo tunamtafuta mdibe. Huyo mtu ameleta sumu ya kutunyunyizia sisi kwamba tuondoke hapa. Hatujapenda kuja kulala hapa kama mki On. kwa majina Marusanya Wilfred, ni mwenyekiti wa CHADEMA jimbo la Mbozi. Nipo hapa kambini kwa ajili ya kambi kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu mdude ambaye alitekwa tanuusikua tarehe mbili leo tukiwa tumelala na baadhi ya watu wakiwa wapo kwa ajili ya kuangalia usalama kwenye eneo, kwenye ofisi zetu hi za kanda kulijitokeza watu ambao awaea ufaa kwa ngapi. watu hao wakati viongozi wetu wakishtuka watu hao walivamia na kuanza kumwaga vitu vya sadikika kuwa ni sumu, ambayo mpaka sasa hatujajua ni sumu ya aina gani ambayo ilimwagwa kwenye eneo hili. Lakini baadaye tukapata ushauri kutoka kwa wataalamu mbalimbali kwamba tufanye usafi hapa, wakashauri kwamba tutumie jeshi la zimamoto litusaidie kutoa uchafu wa eneo hili. Jeshi la zimamoto limefika, limefanya usafi, lakini bado hali ya hewa sio njema sana, kwa sababu bado kuna watu wanapata kikohozi na mafua kwa kwa kasi sana. Nyuma hiki kilichotokea, mimi kwangu ni mwanga, ni mwanga wa kuonyesha kwamba mdude bado anashikiliwa na bado anamshikilia mdude. Kwa hiyo wanafanya vitisho vya kutisha kwamba tuvunje tu, tu, ile kambi, jambo ambalo waliona sisi tumeamua kwamba tutavunja ile kambi ili kufusudi kuvunja kambi ili ni kumpata mdude kwa hiyo ni vitisho tu ambavyo vinafanywa na watu hao ambao walimteka mdude wana, wanafanya hii jambo ili kusudi angalau watoe kwenye eneo hili ambalo sisi tumeamua kumsubiri ndugu yetu.